Now <laughs> you know, for the longest Tanzania na Kenya tumekuwa kama ndugu na dada right, tunafanya biashara kwa pamoja. I mean tuko na marafiki ambao wako Tanzania, wengine wako Kenya, sawa, tunaelewana, tunafanya biashara, tunafanya music pamoja, makolabo. Inakuwaje leo hii bwana, ndugu zetu mwatutukana? uh -uh. inakuwaje leo hii mnatudhalilisha? it is not making sense kwenye bunge la Tanzania right now, Kenya ndo tunazungumziwa. We are trending, why? na yale masala ambayo mnazungumzia kidogo, mnatudhalilisha, mmekuwa very personal bwana. Ah, nimeja ha, haiwezi. Nataka kusikize this conversation ambayo inafanyika kule Tanzania, alafu niambie wewe, tunadanganyana na nani hapa nini? Kenya ni majirani zetu, tunawaheshimu, tunafanya na nyie kazi, tunaomba sana. Lakini nimewaza sana usiku, nikasema kwani hao wana shida gani? Mmoja ameuliza Tanzania, sisi tunapiga kelele, tunasema tunawatukana, mpo kimya, mna mpango gani? Mnataka kutuwebe nikagundua, liko tatizo kubwa sana la afya ya akili katika taifa hili. Ni washauri bure. Ni washauri bure sio gambi, sisi wenzenu wetu ule iageneo neaaneowenu wa Kenya amefanya uchambuzi wa Mm. na tunatengeneza mekanizmu ya kusaidiana. Kwa hiyo wakati mwingine unapomkuta mama mama mtu mzima msomi aliyesoma sheria anaondoka kwake anapanda matanda na mauni, bahati mbaya, ukimwangalia uso wake hauna matumaini, ukimwangalia uso ule, sijui ni mkoroga umelinda, sijui ni alisahau